Ni wakati mzuri wa kusikiliza masomo yetu na maelekezo sahihi kuhusu nyota yako. Na kuna nyota zilizokuwa na neema mm, zilizokuwa na neema nyingi, afu neema hizo zikaondoka, mambo yakakataa. Au ulikuwa na maisha mazuri, maisha hayo yakaondoka. Ulikuwa umeolewa na mume mzuri, au ulioa mke mzuri, mke huyo akaondoka. Au uliolewa na tajiri, tajiri huyo akaondoka na ndoa ikavunjika, labda ulikuwa na kazi nzuri ukaacha kazi au ukaachishwa kazi yako. Unatakiwa unisikilize kwa makini. Ulikuwa na biashara nzuri, biashara hizo zikaisha, ukafunga kabisa. Na sasa unachotakiwa kufanya, kama ulikuwa na neema hizo, kitu ambacho unachotakiwa kufanya ni kuanza upya kutengeneza nyota yako na mambo yako. Unatakiwa uanze upya kutengeneza nyota yako na mambo yako, kwa sababu kama hivyo vitu vilikuwepo na vikaondoka katika himaya ya nyota yako au katika maisha yako, kunachotakiwa ni kutengeneza nyota yako upya. Unatakiwa ujipange upya, usikate tamaa, usimame kuweza kuitengeneza nyota yako. Kuna baadhi ya watu wanakuwa na nyota nzuri ambazo zina neema, lakini baada ya muda zile neema zinakuwa zimeondoka au zimekatika. Unatakiwa usimame sasa, uanze kutengeneza nyota yako ili kurudisha zile neema zako zile kazi zako zile biashara zako au yale malengo yako ambayo ulikuwa umeyapanga. Wakati mwingine nyota yoyote huwa inatafuta nguvu iliyokuwa nayo awali, na kuna uwezekano mkubwa wa kurudisha neema hizo. Na ukiweka vizuri mambo yako, nyota yako itarudi kwenye neema zako zilizokuwa mwanzo kama ulikuwa unafanya biashara zako utaweza kurudi kwenye biashara zako. Kama ulikuwa unafanya kazi, unatakiwa urudi kwenye kazi, usiweze kuvunjika moyo. Maana yake neema imekatika na wewe ukavunjika moyo, ni kuanza upya kutafuta mambo yako upya kimaisha, na ni vizuri kuweka sawa nyota yako kwa kuisafisha kufungua vifungo, kuipandisha nyota yako na kuweza kurudisha nguvu ambazo zilikuwa zimepotea. Kwa kuweza kuweka sawa yale mambo yako ambayo na neema zako ambazo yamepotea au yameondoka, yatarudi kwa nguvu zote na hupaswi kukata tamaa. Simama na simamia malengo yako. Wewe mwenye ambaye ulikuwa na neema alafu zikaondoka au zikapotea katika maisha yako, wakati mwingine nyota zenye neema kubwa huwa zinakutana na misukosuko mikubwa. Neema zao zinayumbishwa au zinapotea, lakini unatakiwa usimamie hizo neema zako ulizokuwa ukizipata au ulizokuwa umeruzukiwa na Mwenyezi Mungu ziweze kuendelea kufanya kazi. Na kwa wale ambao labda waliachika katika neema kubwa, ukifuatilia kutengeneza nyota yako vizuri, neema zako zinaweza kurejea tena na ukaweza kufaidika katika maisha au ukaendelea kufanya kama ni biashara kama ni kazi, kama ni ndoa, au ukaolewa tena na mtu mwingine na bado ukaneemeka. Neema zilizoondoka huwa zinarudi tena kwa mtu kuweza kujishughulikia na kuweza kuweka sawa nyota yake, mwili wake, na vile vitu ambavyo vilikuwa vikimuongoza. Kuna baadhi ya wengine hata wanakuwa na viumbe wazuri ambao walikuwa wakiwaongoza kama marohani na vitu mbalimbali. Kwa hiyo unatakiwa uweke vitu vyako sawa, baada ya kujua kwamba zile neema zako ulizokuwa unapata zilikuwa na chanzo gani? Hizo neema ulizipata kwa wazazi wako, hizi neema ulizaliwa nazo, hizi neema ulizipata kwa watu mbalimbali hizi mbali, neema ulizipata baada ya kutengenezwa na zikaondoka tena, au hizi neema uliweza kuzipata moja kwa moja kutokana na nguvu ya nyota yako. Ukisha vijua vitu hivyo, ni rahisi wewe kurudisha neema zako. Ni sawa na mtu ambaye alikuwa na maono makubwa akapoteza ile maono yake makubwa moja kwa moja na wakati alikuwa na maono makubwa, alikuwa na mipango mizuri, alikuwa anaweza kuona mbele kujua kwamba hapa nitafanikiwa kupitia njia hii na njia hii. Kwa hiyo unashauriwa uweze kusimamisha tena upya nyota yako, usikate tamaa. Mimi si mwingine, ni mnajimu Kuluthum. Endelea kufuatilia vipindi vyetu katika chaneli yetu ya YouTube kwa kuandika Mnajimu Kuluthum na Siri za Nyota. Una maswali au unahitaji huduma zetu, tupigie katika hizo namba zitakazopita hapo chini na ofisi zetu ziko Tanzania. Kwa wale walio Tanzania, sisi tuko Dar es Salaam, maeneo yanaitwa Kifuru. Tunapatikana kila siku, tuko wazi kasoro siku ya Ijumaa tu.